Usiyetaka kumsamea mwenzako unaenda mbingu ipi? Mbingu ipi? Baba yangu hajawahi umba mbingu, baba yako hajawahi umba mbingu, na hakuna sayari ambayo baba yako alishawahi kuhusika kutia mkono wake. Unaenda ipi? Ni mkristo yupi usiyetaka kusamea? Ni mkristo yupi uliyevaa chuki siku zote? Ni roho ya shetani imekaa ndani yako kwa sababu ya roho ya shetani imekaa ndani yako, na watu wenye roho ya Israeli wameshagundua, atajitenga na wewe, usije ukawaangamiza na kuwang'ata kama nyoka. Mungu atusaidie sana. Kanisa la leo limejaa chuki, watumishi kwa watumishi ni chuki, waumini kwa watumishi ni chuki, mashemasi kwa mashemasi ni chuki, wazee wa kanisa kwa wazee wa kanisa ni chuki sehemu ni chuki waimbaji kwa waimbaji ni chuki ndoa kwa ndoa ni chuki watoto kwa watoto ni chuki ni chuki ni chuki ni chuki hatujaitwa kuwa hivyo watu wako makanisani lakini umo wa makanisani wanaumana meno chuki roho za kina zimetesa watu wako makanisani lakini hapo hapo bado wanabebeana mageti makonteina mioyoni, roho za kinedomu. Watu wako makanisani paka wanapigana tageti, wako makanisani, anampigia mwenzake tageti, yuko kanisani. Atamalizaje? Ni kanisani kanisani. Leo sumu ndio zimetawala kanisani leo.